Vijana hao wamebainisha hayo kwenye mdahalo maalum kuhusu umuhimu wa vijana kupiga kura ulioandaliwa na shirika la NELICO, manispaa ya Geita mkoani Geita. Kwenda kupiga kura ni kuchagua kiongozi bora na si bora kiongozi, ambaye ana uwezo wa kusikiliza haja za wananchi wote na kuweza kutekeleza wajibu wake na kuleta maendeleo bora katika nchi yetu Tanzania. Wananchi wanavyoenda kupiga kura wanaonyesha heshima na misingi ya uhuru wao kwa kuchagua kiongozi wanayemtaka. Sambamba na hayo vijana hao wamesema hawako tayari kushiriki vurugu wala maandamano na badala yake Oktoba 29 wataitumia kutimiza haki yao kikatiba ya kupiga kura. Hatutaenda kuandamana na hakuna kijana yoyote ambaye atakwenda kushiriki maandamano ila tutakwenda kupiga kura kwa kiongozi ambaye tunaona anafaa na atatuletea maendeleo. Vijana tusikubali kutumiwa ovyo na wanasiasa kwa kupoteza na kuleta vurugu kwenye nchi yetu ya Tanzania, bali tujitokeze tarehe ishirini na tisa twende tukatiki. Lengo la vijana ni kutumikia nchi yetu kwa uzalendo kwa nguvu zetu na jasho letu ili taifa liende mbele. Mkurugenzi wa shirika la Nelico Paulina Majogoro amewataka vijana hao kwenda kuchagua viongozi ambao wanaona watawaletea maendeleo. Hatuna lingine la kuambia kutoka shirika la Nelico zaidi ya kuwatakia kila laheri baraka za Mwenyezi Mungu, na basi itakapofika Oktoba 29, kila mmoja ajitafakari, akachague kiongozi anayedhani kwamba huyu atanivusha kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Asanteni sana, kutoka Geita mimi ni Mrisho Sadik.